Zakaria mtazamaji, mm -hmm, na tuanze taarifa hii ya habari kutoka mkoani Tanga ambapo jeshi la polisi limewaua watuhumiwa watatu wa mauaji ya watu wanane yaliyotokea usiku wa kuamkia Mei 31 mwaka huu katika kijiji cha Kibatini, tarafa ya Chumbageni, jijini Tanga. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tanga Leonard Paul amemweleza mwandishi wetu kuwa tukio hilo la mauaji limetekelezwa mapema leo kwa ushirikiano wa vyombo vya usalama. Tuungane na mwandishi wetu kutoka Tanga mwenye taarifa zaidi. Kwa mara nyingine tena, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Leonard Paul anakutana na wanahabari, kubwa likiwa ni kuuawa kwa watu watatu waliohusika na mauwaji ya watu nane usiku wa kuamkia Mei thelathini na moja katika kijiji cha Kibatini jijini Tanga. Katika operation maalum, vitu mbalimbali mbali vilipatikana ikiwemo silaha aina ya shotgun mbili, bastola moja, mapanga zaidi ya kumi nondo zaidi ya 40 nyundo jambia pamoja na kisu kinachosadikiwa kukatisha uhai wa watu nane waliokuwa wakiishi kijiji cha Kibatini Abdulkadiri Singano Sefu Jumanne na Ramadhani Muhammad watu hawa walikuwa wanaongozwa na kiongozi wao ambaye anaitwa Abu Saif. Kama mlipata juzi taarifa, alipatikana kule Dar es Salaam. Lakini watuhumiwa hawa nimewataja, walielezea vizuri jinsi walivyowaua watu wale kikatili. Tuiombe sana jamii ijitahidi sana kutoa taarifa kwenye vyombo vya dola na mamlaka zingine ambazo zinaweza kusaidia watuhumiwa wakamate. Sipofanya hivyo tutakuwa tunafikiri kwamba uhalifu huu ni kazi ya vyombo vya dola peke yake. Jamii inahusika, inahusika kwa sababu watujulishe watu hao. Ukifuatilia unakuta kwamba ni watu wengine wanafahamika na upo uwezekano kwamba kuna baadhi ya jamii, wendi nafahamu. Katika hatua nyingine jeshi la polisi lilifanya uchunguzi kwenye mapango ya mleni na kufanikiwa kuvikuta vitu mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na nguo, vyombo vya kupikia pamoja na ndoo za kuchotea maji. Nikiripoti kutoka Tanga naitwa Betha Mwambela wa TBC.